Dhati kabisa ndani ya mioyo yetu sisi kama Young African Sports Club, kwa dhati kabisa tunafahamu ukubwa, tunafahamu ugumu na tunafahamu umuhimu wa mchezo wa siku wa ukugwa, ya Jumatano. Tunafahamu ukubwa wa Kariakoo derby, tunafahamu ugumu wa kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club, lakini tunafahamu umuhimu wa hizo pointi kwenye hatima ya ubingwa wa ligi msimu huu. Inaweza kuonekana imetokea kama zawadi hivi kwa mashabiki wa mpira kuipata Kariakoo dabi yenye msisimko wa fainali hiyo. E, itokee kwenye ligi nyingine unapata Kariakoo dabi alafu ina msisimko wa fainali, kwamba atakaechapika hapo ndio shughuli yake inakuwa imemalizika lakini bahati nzuri sisi Yanga tuna faida hizi maka, ili tusilisahau <laughs> muhimu sana hii. Maka nimemwona juzi mtu fulani anaongea kwa e, masikitiko kweli kwamba hao wenzetu tunajua wanatafuta sare, wanafanyaje? Eh, tulitengeza mazingira ya kupata sare itusaidie. Sio mbaya, ni ya kwetu hiyo sare. Sisi Yanga Mungu ametujalia, tunafika Jumatano tuna option hizo. Yaani, wakati wenzetu wakitafuta endorsement tatu za ubingwa, sisi hata endorsement moja tunachukua champion. Sisi tunakwenda kwenye hii mechi akili yetu ikituambia kwamba pointi moja au pointi tatu zitamfanya Yanga Afrika awe bingwa, na tunafahamu wenzetu pointi tatu zitawafanya wao mabingwa. Kwa hiyo mechi mkiiangalia vizuri, kwa watu ambao kidogo mmepata shule ya mpira, mtakuwa mmeshaona utamu na ugumu wake ulipo. Ukishakuwa na mawazo haya kwamba ikiwa hivi kwa hivi kwa hivi, mechi inaongezeka msisimko. Kwa sisi kama Yanga Afrika tumejipanga kwa hilo jambo, lakini la pili, uh, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu, ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa hiyo kazi ataifanya Karimu kumkaribisha mtu mwingine. Namkaribisha mwana Yanga, kokote ulipo njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano itakuwa jambo zuri zaidi Yaani tukajaa ule uwanja wote, ukawa kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi koo. Niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifata Yanga kicheza, tumepiga sana kelele kukisapoti timu yetu lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia, na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wanayanga, nguvu zetu, sauti zetu kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa, kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini Mwenyezi Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani, uwanja ni watu elfu sitini tu ule, tuje tujae pale vizuri, wana Yanga tuisapoti timu yetu tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie, eh, waandishi mpate kulifahamu hili. Upande wa timu kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina, eh, nisiwadanganye timu jana, mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. e, mimi kidogo mambo ya kutunza tunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa uh, Zanzibar. Karimu ni shahidi, nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha. Bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa, kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa ambao nataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam. Kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Nachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25. Eh, kwenye siku ya mchezo hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi. Watarudi lini? Warudi na nini? Kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote. Achana ahikishia kwamba akawaambie waandishi, akawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimemaliza kama kuna swali, maswali <clears throat> matatu kwa Ally Kamwe, na tutaomba mwenye swali basi asogee hapa, asogee hapa jirani, ili aweze kusikika vizuri nyumbani. Yes, nasibu kulijibu haraka haraka swali lako kwanza. Si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba, si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara nne mfululizo, lakini si jambo jepesi, ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi uenda tukaa, tuna uhakika wa kupata, tunatafuta sare, akatufanyia hii sare nyingine akaweka. E, maka ni jambo la maka. hata mechi ya mwisho tuliangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda. Lakini kwa sababu kuna watu waungwa duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri kwa, kama atapanga ule kijana tukaenda kutafuta sare ukashangaa, pimpi kaeta nje kaeta ndani, Kijili akaweka kwao. Tunasubiri hii sare, ikitokea kama hiyo hatutaikataa tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba, ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri kwao. Sisi hatuwachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwahiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi pointi tatu. Sasa so, sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Kwa maana wewe a -a, lazima uangalie, mechi inaanzia kwenye kupanga, unataka upate nini, unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility, matokeo yakiwa hivi inakuaje, matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi, matokeo ina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani si tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili either sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Sio la kwetu na tutalieleza kesho saa 4. Yes, taarifa rasmi ajatoka saa tano. Yes. tutakuwa hmm na mkutano wa habari hapa. Kwa hiyo tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji leo hapa. Hata nimemwalika tu e, sio mkutano wake huu msingi um, wetu hapa ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu ticketing. Hiyo uh, ndio ilikuwa mada kuu kutoa taarifa rasmi ya mchezo na masuala yanayohusu ticketing, uendeshaji na kila kitu ikiwemo technical issues. Tutazungumza kesho hapa hapa. Sasa hii kabisa ni kesho hiyo, siku moja kabla mechi tutazungumza masuala mengine yanayosalia. Karibu kwa swali la ili litakuwa la mwisho kwa sababu hili tayari mimi nimeshalijibu, atajibu kocha kesho. Andishi si mnaona lakini eh? Mechi ngumu hii <laughs> eh. <laughs> Nimepangiwa beki. <laughs> Bala anafata utaratibu ulivyo ndugu yangu eh? Eh, kiongozi wetu hapa Karimu Bwimanda ambaye ndiyo m, eh, afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu masuala ya tekiniki yatajibiwa ya kesho. Nani anaumwa, nani mzima kesho. <laughs> Langu lilikuwa lipi la N -card? Sawa. Sisi kwanza kama club tumeshafanya kazi na N -card kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi, maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi, na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if, ikiwa hivi N -card wana capacity gani ya kuweza kusolve hizi changamoto, kwo tujirisha kabisa pasina shaka yoyote ndani ya hizi siku kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne nne na Jumatano, siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu, tunai, tunai, kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo, sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia koo kwa la kwanza ni hilo hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache, kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku tatu, N card wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi wanaoweza kuhudumia shida hiyo, na wanachama wayanga wakainjoy kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao hao tayari tumesha solve na imesha jibu, jibu lao kwamba wao waende moja kwa moja uwanjani siku ya Jumatano. Karibu Beki Mkabaji.